nchi yetu imefanikiwa kupata soko kubwa la mauzo mazao ya mifugo nje ya nchi. Tulikuwa tunakwamishwa kwamba nchi yetu haimo kwenye orodha ya dunia ya nchi ambayo zina chanja wanyama wake. Tumeleta chanjo za ruzuku, unalipa nusu. Kwa mifugo ya ng'ombe, kondoo, mbuzi, kila mmoja na bei yake, unalipa nusu lakini kwa kuku tumesema kuku wote watachanjwa bure. Lengo ni nini? Lengo ni kuiweka nchi yetu kwenye orodha ya dunia, tutambulike kwamba tunachanja, lakini tunatambua mifugo yetu, na huo ndio mradi wa pili wa utambuzi wa mifugo. Tunatambua mifugo yetu, tukiweza kuweka rekodi zetu vizuri, tuna soko mpaka hatuwezi kulimaliza. Huko ndiko Tanzania inakoelekea kwenye mifugo, uvuvi na kilimo. Lakini eneo jengine, sekta tatu hizi lazima zizalishe viwanda vya kuongeza thamani mazao tunayozalisha ndani, iwe haya ya kilimo, mifugo na uvuvi au madini. Lazima tuwe na viwanda vidogo vidogo hapa, viwanda vinavyoweza kuongeza thamani. Na hii tumeiweka kwenye ilani yetu kwamba kila wilaya itakuwa na viwanda vya kuongeza thamani mazao yanayozalishwa kwenye wilaya husika. Swala jingine kwenye maendeleo ya uchumi ni usafiri na usafirishaji. Usafiri, usafiri uwe kwa barabara, usafiri kwa maji, usafiri kwa anga, usafiri kwa reli, kote serikali yenu tunafanya kazi tunajenga mabarabara, tunajenga mareli SGR na maeneo mengine, na katika ilani yetu tunayoizunguzia sasa 2025 ihi kuna reli za aina tatu. Kuna reli itakayofungua ukanda wa kusini, kuna reli inayokwenda kuimarisha biashara ukanda wa kaskazini, kuna reli yetu hii ya SGR inayokwenda, kuna reli yetu ya Tazama ile inayokwenda mpaka Zambia na yenyewe tunakwenda kuifanyia marekebisho makubwa, lakini kuna reli yetu ya kati ambayo na yenyewe tunakwenda kuifanyia marekebisho. Tumelifufua na kuliimarisha shirika letu la ndege la ATC. Miaka mitano iliyopita tumeongeza ndege nane. Kwenye ilani tumesema tutaongeza ndege nyingine nane ili ATC iendelee kutanua mbawa, ilete watalii ipeleke mizigo na ilete mizigo ndani ya nchi. Hayo ndiyo maendeleo tunayoyazungumza, na kwa kiasi fulani tumefanya, kwa kiasi kikubwa, na tutaendelea kufanya. Jambo la tatu ni ukuzaji wa biashara. Ukiweza kufanya yote hayo, bila shaka Tanzania iliyozungukwa na nchi nyingine nane, nyingine baharini, nyingine nchi kavu fanya tu biashara bali ya hizi nchi nane. Sasa hivi tunapozungumza, maparachichi ya Tanzania, mchele wa Tanzania uko Ulaya kwenye masupermarket. Ongeze tuengeze uzalishaji, tupate kukuza biashara. La mwisho katika ajenda zetu, acha mengine mengine, la mwisho ni kuheshimisha jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya nchi na nje ya nchi. Tutaheshimisha nchi yetu tukiweka amani, tukifanya chaguzi bila matatizo, bila mavurugu, bila zogo, lakini tutaheshimisha nchi yetu kama tunafuata sheria zetu wenyewe, tunafata haki, kila mtu anapata haki yake na mambo kama hayo, ndani ya nchi. Lakini nje ya nchi ni kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia ambao mpaka hatua tuliyofikia, jina letu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni zuri sana, linaheshimika sana nje ya Tanzania. Kwa ndugu zangu, hayo ndio mambo ambayo nchi yenu serikali yenu, kitupa ridhaa, tunakwenda kuyaendeleza. Tunakwenda kuendeleza mambo yote yanayoleta maendeleo ya jamii. Tunataka kuhakikisha kila Mtanzania yuko karibu na huduma ya afya anatibiwa bila shida kila Mtanzania yuko, a, kila Mtanzania anapata maji safi na salama, kila Mtanzania ana nishati ya kutosha ya kutumia kwa maendeleo yake, kila Mtanzania anapata fursa za elimu bila kujali hadhi yake ya kiuchumi kikabila vovote vile, kila Mtanzania apate fursa hizo. Lakini la pili ni sekta zote zinazokuza uchumi wetu tutaziangalia kwa karibu. Na la tatu ni kuheshimisha jina letu. Sasa ndugu zangu, katika hili la tatu, wapo watanzania ambao kila wakiona jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaheshimika duniani, kazi yao ni kushusha heshima ya nchi yao. Na waomba tuwachane nao, tuwachane nao, waacheni waende kivyao vyao waacheni waende kivyao vyao, au sio wenzetu? Mwisho niseme, maombi yaliyotolewa hapa na wagombea ubunge ya barabara, barabara zinakwenda kujengwa, na yale mengine yote utaangalia uwezekano wa kuyatimiza kama yalivyoombwa. Utaangalia uwezekano wa kuyatimiza. Baada ya kusema hayo, asante. Nitasema tu baada ya kusema hayo, niwapongeze, niwapongeze, niwapongeze wana Sengerema niwapongeze sana, kwa sababu Sengerema karibuni hivi mnakwenda kufungua mgodi mkubwa wa dhahabu kuliko yote Tanzania. Mgodi wa Nyanzaga ni mkubwa kuliko wote Tanzania. Ni imani yetu kwamba utatoa ajira nyingi kwa vijana, lakini pia utatoa biashara nyingi kwa wafanyabiashara wa mkoa huu wa Mwanza. Tenda za vyakula sijui nini nini, vyote, mafuta na mambo mengine, ni kwa wenyeji. Kwa hiyo niwaombe mkae, mkaa wa kujitayarisha na biashara na ajira kwenye huo mgodi. Baada ya kusema hayo sasa sasa ni wakati wa kuomba kura. Ndugu zangu, niwaombe wabunge wa Sengerema na Buchosa waje hapa kwangu niwakabidhi ilani, halafu tuombe kura. Ilani ambayo inakabidhiwa kwa wagombea ubunge ni mkataba baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi. Naomba sauti ya maiki na wananchi wa Sengerema pamoja na Buchosa maendeleo yote yapo ndani ya hizo ilani. Sisi moye. Sisi moye! Kazi na utu, kazi na Sengerema. Hebu hapa nyamazeni mbele, nataka kule nyuma. Kazi na utu. Nawashukuru sana wana Sengerema nimegawa ilani kwa wabunge wenu, madiwani wana ilani zao hizo. Ma... ndizo ilani za mkoa wa Mwanza. Mambo yote yatakayofanyika kwa wilaya za Mwanza ziko kwenye hicho kijitabu kidogo. Hicho ndio kazi utakazozifanya kwa miaka mitano ijayo, Mungu akitubariki, mapato zaidi naweza kufikiria na mengine yale yaliyoombwa hapa i tuliyoyapanga kwa uwezo wetu miaka mitano ijayo, kwenye vitabu hivyo. Sasa humo ndani hivyo vitabu, ni kazi ambayo Chama cha Mapinduzi tunaomba mtupe, tarehe ishirini na tisa tunaomba mtuchague, ili tukaifanye hiyo kazi ambayo imo ndani ya vitabu hivyo, na hiyo ni kwa Tanzania nzima, na nataka kuambia tumeweza na tutaweza, tunajiamini tutaweza kuyatekeleza yaliyomo humo. Kwa hivyo basi, mimi mwenyewe mgombea uraisi, mgombea wa nafasi ya uraisi kwa chama cha mapinduzi, urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini na wabunge, wagombea wabunge wa Buchosa na mgombea ubunge wa Sengerema pamoja na madiwani wetu tunawaomba sana, tarehe ishirini na tisa tutoke wote, twendeni kwa pamoja. Ukiamka asubuhi, amsha rafiki yako. Kama una familia, kila aliandikishwa ndani ya nyumba yako toka naye. Mabalozi wetu, hakikisheni watu wako wote walioandikishwa wanakwenda kupiga kura. Tunatiki nendeni, kachagueni Chama cha Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa Chama cha Mapinduzi, wabunge wa Chama cha Mapinduzi, madiwani hawa, ambao ndio wanasimamia utekelezaji wa miradi kwenye maeneo yenu, kachagueni wa Chama cha Mapinduzi. Mkiwachanganyia sauti zitagongana, huyo anasema ndio, huyo anasema sio huyo anasema tukajenga unasaa, tusubiri maendeleo, yatachelewa kwa. Ndugu zangu mimi mgombea uraisi, wagombea ubunge na wagombea udiwani wote tunaomba kura zenu. Mungu awabariki. Wa tarehe ishirini na tisa mwamke salama na furaha, tukafanye jambo letu. CCM, oyee! yeah. kazi na utu Asanteni wana Sengerema, asanteni sana. Tunawashukuru sana. Wana Sengerema. hili bango naomba utulivu kidogo vijana hili bango ni imani yangu wote mnaliona si ndio wanasengerema na buchosa hii ni mfano wa karatasi ya kupigia kura siku ya tarehe ishirini na tisa utaona karatasi kama hii ambayo utapewa kwenye kituo chako cha kwenda kupiga kura utakapopokea karatasi hii utaangalia wagombea mbalimbali mbali wako hapa, vyama tofauti viko hapa. Wewe unaangalia pale kwenye nembo ya Chama cha Mapinduzi. Wangapi mmeiona nembo ya Chama cha Mapinduzi? Hongereni sana, pale aliposhika mgombea wetu wa urais, mheshimiwa baada ya hapo, kunja karatasi yako, angalia mbunge wa CCM kwenye karatasi nyingine, weka alama ya vema kwenye nembo ya chama cha mapinduzi na mgombea ubunge. Kwa diwani, chagua nembo ya chama cha mapinduzi na mgombea udiwani kwa jina lake, anayetokana na chama cha mapinduzi. Wenzetu wanapofanya kampeni sisi tunafundisha pia wapiga kura namna ya kwenda kutiki, wasije wakasema hawaelewi. CCM inatoa elimu kwa wanachama wake. Kwa hiyo wananchi wote wa vyama vyote vilivyopo ndani ya nchi yetu, nendeni mkatiki kwa chama cha mapinduzi, pale kwenye alama ya chama cha mapinduzi, pale aliponyosha mkono mheshimiwa mgombea. Weka mikono juu ambao mtatiki Oktoba, Oktoba 29. Dr. Samia oye! Na Mungu awabariki, asanteni sana. Tumpungie mkono mgombea anapoondoka. Asanteni.